Songwe, Rukwa pamoja na Katavi. E, mimi nafanya kazi na SAGOT, taasisi ya ubia ya kuendeleza kilimo kusini mwa Tanzania. E, kiufupi tukio hili ambalo mwenzetu ameweza kuliandaa la kukutanisha wakulima ni kitu ambacho ni fursa kubwa sana kwa wakulima hasa wa vijiji vile ambavyo hamsini na moja vime, vimetajwa kuhusika katika eventi hii, na mi niseme taasisi ya SAGOT tunafanya kazi na wadau wengi na tumeona wabia wetu wengine kama Siko, Yara pia wameweza kuweka pale teknolojia za mbegu bora pamoja na mbolea, lakini pia tunaona makampuni mengine pia ya vipando pamoja na mbolea ikiwa inaonyesha hizo teknolojia kwa wakulima hasa wa maeneo yale y vijijini ambao kama alivyoelezea mratibu hawapati fursa mara nyingi ya kujifunza. Tunazungumza kuhusu climate smart agriculture technologies ikiwemo matumizi bora ya mbegu zilizoboreshwa bado maeneo ya vijijini inaonekana mwitikio ni mdogo. Kwa hiyo ni fursa sasa ya kupeleka elimu hii kwa wakulima wa vijiji vile hamsini na moja na labda niseme watu elfu kumi na mbili ambao wanatarajiwa kushiriki au wakulima elfu kumi na mbili ambao wanatarajiwa kushiriki kwenye event hii watapata fursa ya kuona uh, uh, mashamba darasa yaliokuwa yameandaliwa pale, kwa maana ya mbe, mbolea zipi ambazo zinaweza kuleta tija, uh, mbegu ambazo wanaweza kuzitumia kama mbegu bora na zikaweza kuleta tija. Kwa majina yangu naitwa Dastan Mtama, ni bwana shamba mauzo wa kampuni ya Afriseed na ofisi zetu ziko Mbeya. Kiuhalisia tunawashukuru Dynamic aa, agriculture Dynamic kwa ajili ya fursa hii na kutukaribisha sisi wadau wengine kwa ajili ya lengo la kutransform ulimaji wa wakulima wa vijijini kutoka kwenye ukulima wao ambao walikuwa wanaofanya Kwenda kwenye ukulima wa kisasa. Aa, kama alivyosema mratibu wetu hapa Bwana Fadhili ni kwamba lengo kubwa ni wakulima wahame kutoka kwenye jinsi ambavyo walikuwa wanalima zamani, walime kisasa, kwa maana ya kwamba kipato ambacho walikuwa wanapata zamani, sasa hivi mambo yabadilike kwamba wapate kipato zaidi. Kwa hiyo sasa, sisi kama afisi ndio maana tukawa tayari kushirikiana naye kwa sababu ni swala ambalo kimsingi inagusa wakulima wengi inagusa maisha ya wakulima. Kwa hiyo sisi tukawa tayari kushiriki kwenye swala hilo. Naitwa Laurent Joseph Otaru, uh, ni marketing officer wa TFC Mbeya, Tanzania Fertilizer Company, kampuni ya mbolea Tanzania kwa Kiswahili. Sisi ni taasisi ya serikali ambayo inahusika na usambazaji wa mbolea katika maeneo yote na matawi Tanzania nzima kwa uh, kuunga mkono mwaliko wa ndugu yetu hapa Dynamic Agriculture Program kikahapga e, na pia kwa kuzingatia juhudi ambazo wanazifanya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi kama taasisi ya serikali tumelenga sana kufika kwa mkulima yule wa chini kabisa wa mwisho, na kama ukiangalia TFC na mbolea zote mbolea za kukuzia DAP, urea, CAN na tumetoboa mpaka vijiji vya ndani kabisa tunashukuru uh, sana uh, jitihada ambazo wanazifanya waziri mwenye dhamana Mheshimiwa Bashe, waziri wa kilimo, kwa kutupa sisi uwezo wa kufika ndani na kuhudumia wakulima wote. Siku hizi kwenye kilimo, kilimo ni sayansi. Kwa majina naitwa Cosmas Charles, ni bwana shamba anatokea kampuni ya mbegu East West Seed. nafanya kazi kwenye mkoa ya Mbeya pamoja na Songwe. Sisi tunapenda kuwashukuru Dynamic kwa kutupa mwaliko kwa sababu sisi tunahusiana na uzalishaji na usambazaji wa mbegu za mboga mboga pamoja na matunda. Tulipopata mwaliko kama huu, tulitikia vizuri na tayari tukafanya maandalizi na kuweka vipando ambavyo vina mbegu tofauti tofauti kwenye eneo ambalo wakulima watakuja kujifunzia kuanzia tarehe ishirini na tano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 ambao tumekuja kutoa kutoa changamoto kubwa mbili tu kwenye nchi ya wa wakulima wa Tanzania. Naitwa Abdulhamid Saidi ni marketing manager wa mkoa huu wa Mbeya na maeneo jirani ya mkoa A. Sisi kama Hisense ambao ni wauzaji wa electronics bidhaa mbalimbali za electronics, tunauza TV, tunauza friji, tunauza microwave na vitu vingine vya electronics tume tutakuwepo katika maonyesho haya ya Wakulima Festival, lakini pia si kuwepo tu kama ambavyo mratibu amezungumza, lengo kubwa ni kutoa elimu na kuboresha maisha ya Mbeya vijijini au ya watu wa vijijini. Sisi hatuwezi kukaa nyuma katika upande, katika upande huu ni lazima tuhakikishe kwamba kwenye kuboresha maisha ya wakulima lazima tuwapelekee bidhaa ambazo ni bora na ambazo ni sahihi kwa matumizi yao wakiwa majumbani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 uweza kuwakaribisha sana e, wakazi wote wa Mbeya waweze kutembelea banda letu la maonyesho pale katika Wakulima Festival. Asante.